Okay. Ndugu msikilizaji na mfatiliaji wa Reality Mambo TV, kituo chako cha habari ambacho ninakuletea na habari zako za wakati huu, ambazo nakwenda kukuambia habari ambayo ziliyochili na sasa ni kukupasha habari ambayo iliyo sasa, nikuambie ya kwamba nitakuambia habari ambazo zinazojiri na zinazoonekana katika wiki hii, kutokana na tetesi au mahali mengine pote, kwa sababu tu zipate kukufikia na ujue ya kwamba tunapatikana katika mashariki mwa DRC ndiko ambako tunapatikana huko, Kivu ya Kusini ndiko ambako kituo chako cha habari kinapatikana na ujue tu, kaa chonjo, ni kuambie ya kwamba mambo ambayo yatakwenda kugonga mwamba itakuwa ni hapo, kama nyola, hali ambayo iliyo kwa sasa na kuonekana ngambo ya M23, hata pia Bukavu, hali iliyoweko nyumba kuweza kuungua katika maeneo ya farmakina kupanda zaidi hata huko mulambula na Kufikia hata ngambo M23 ya M23 maeneo ya Katogota na kumalizia pia maeneo ya huko Tarafani Ruchuru, ambako mkuu mmoja wa M23 kaonekana kuchinjwa maeneo huko leho. Ni tariki 18 mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Kaa chonjo na habari zikuje. Baada ya huo mtasari wa habari ambao nimekuchanganyia hapo kabla, na sasa ni kukutaarifu habari kamili, ni kukujia na habari katika wiki hii, ni kukuambia kwamba maeneo ya Kamanyola, kumeonekana gari tatu za aina za kamyo kuweza kufika maeneo hapo Kamanyola, ambazo zimejaha waasi wa M23, lakini bila kujua kisa nini, na basi tusikilize. Jambo, tuko jambo e muzee, bitu bina chacha, bitu binabadilika, bitu binabadilika kwa isa, kwa isa, bitu binabadilika kwa isa. Saa mbili hapa kwetu Kamanyola, kuna ingia gari tatu za basoda, hapana, hapana, makongo anzile kamyo kubwa zinyuna onaka za barundi kutoka Rwanda zinaingia MONUSCO bila zinayala basuda, ple ple, eh, e, bitu binabadilika kabisa pia na Katogota leo kila kila suda ni, ni pika emenjo iko nayo, na bwati ngine ya masasi kuanzia kwa gatintima mpaka Katogota kila suda ni pika emenjo iko nayo. Hakuna karashe tena, karashe vazitia chini zote, karashe vazitia chini Eh, harikisha kabisa, wambeye batu baruvungi, wambeye bitu binabadirika, bitu binabadirika papa wangu, bitu binabadirika, bitu binabadirika. Basuda gari tatu za za kamio za basuda zinengia hapa hapa uminisko wa papa pakonye basuda aminisk ba, bari kuwaga ba wa bapakistaniya sawa Mjini Bukavu katika Kivu ya kusini mashariki mwa DRC katika kata ya Farmakina kuelekea Mulambula kunaonekana kabisa moto kuwaka na hivyo kusababisha vitu vingi sana kuharibika, ikiwemo hata vitu vya watu wengine na wengine watu hata kupotea, kutokana na tetesi za kuzungumzwa na watu ambao wanaweza kuzungumza na kuonyesha kisa pia hivyo

Donc bitu viko nguvu sana moto ingali na pamba inaingia mwingine quartier deja. Ba nani ba M23 banapima kuleta gari ya nani, akuna kueta pita, bako banatia moto nani pompe ku, ku, ku, ku marobine banapompe moto iko naruka sana, inaingia njoo kumanyumba. Manake hapa manake bitu binaribika Bukavu sana. Hatujui kama ndio pinisho Mungu alikia tupatia. Hii tuko mvita yapata hapa na manyumba nazo zinaendelea kulungula hivi. Hi, na eh? Plus de mille ya quelques maisons zenye zitakuwa ziisha kuwa kalisine na moto, naendelea deje nashuka kule ngambo za farmakini, atujue kama farmakini naye haita lungula. Vitu viko ngufu sana, mtuombe, mtuombe ndugu zetu benye mko mbali, enyeko mtuombe sana kabisa. Na dadangu naye anapoteza mbili, donc nikuomba sana kabisa, vitu viko hatari sana, hatari hatari. Kutokana na moto huo ambao uliweza kuunguza hapo maeneo ya Bukavu inasikika kutokana na tetesi za wananchi jinsi anavyosema hapo nao usikilize. Sasa, kaka, habari ko hivi. Baba Samso anatoka kunambia, nishamuuliza habari ya zile nyumba zilungula na nini Bukavu. Baba Samso alisema hivi. Banya Murengi, maki Banya Murengi. Banya Murengi, maki ndio Banya Rwanda. Matusi Banyamurenge balikiaka na mvyo yabo ya drone busiku, bakamwangaka pudre. Batu bashalala, balimwangaka hiyo pudre. Iyo pudre kakamata manyumba maki ikamwangikia yula manjanja. Sasa wakati sasa wali, bali wakisha moto, wakati waliwakisha moto, njo zile nyumba zote zikalungula. Banyamurengi njo walimwangaka pudre na, na drone baba Banyamurengi njo bazari yasi aba izi imbo izi, pudre na drone, njoo walimwangaka pudre ndwa bari kopali ndw abari ya Kongo ili sasa tuko na chunga. Sasa tusikie matokeo e, gisi takuwa ndakwambia, gisi habari yote ko naendeka babangu Banya murenge njoo batuma zile nyumba za lungulu drone zabo njoo zilimwangaka pudri mwanzo nyumba Bukavu. Ndakwambia bale watu sio watu bale. Bale watu ni wabaya sana wachafu wachafu wachafu, Wachafu kabisa. Mm. Hapa juzi juzi tunatoka kule tulikuwa tulikuwa baine tukatoka kushamba tukakutana mchungaji mmoja asharibisha miogo ya watu hiyo. Mchungaji ni Mnyamurengi, tukamuita katia fire, tukamuita katia fieri asemwe nyimbo za Bakongomani. Mtanifanya nini? Mwe na mchungi, tuko siku tuko siku mtakimbia mwe mwingine. Ah, kamera beseso na habari sasa. Mimi na maisha yangu sipendake mtu mwenye ashaangamiza jamaa yangu kisha afungule kinywa yake iwezekani. Baba tulizingole le, jamaa tulimupiga fimbo mzee, tulimupiga fimbo, tulimupiga fimbo kameza. Mna habari sasa, huyu jamaa tumtie kamba, tumfunge kamba kwa miguu, tumdumbukize. Tulimwacha mule mzee, alikufa nikamwambia wenzangu, mna habari Nikisikia habari ya habari makenawkomtr nikisikia tu habari tu kunyumba kama tuliwa Munyamurengi huko maakenawe, rafiki yangu tutakuwinda saa vile torshi saavili, batu banawinda kaimba usiku, ndo habari pale babo ba, Banyamurengi njo bachoma hizo nyumba hizo ndo habari kwako. Maeneo ya Katogota si mbali sana na maeneo ya Kamanyola, ambao waasi wa ASO M23 wanaendelea kumiliki hapo na kuonyesha mara ngapi, kutokana na jinsi walivyokuwa au wanasema ya kwamba wanaweza na kutaka sasa kupasua maeneo ya Uvira, kupasua ngome hiyo na kutoboa kabisa mara moja, wakisikika ya kwamba wanawaambia wananchi wapate kuondoka, waache maeneo hapo wazi. Jambo jambo mkubwa. Jambo kaka. Tanisame sana kabisa. Tanisame madamu alikuwa mgonjwa gi si telefone, mafikiri na akili ilikuwa mbali sana, sasa nilikuwa as ni kuambie kama bale bale babwana balifukuza batu Katogota, balifukuza batu Katogota, bakasema programu iko tu mwai masiku. Balifukuza batu Katogota bakasema kukua bikuwe eh, ndio si biko file. Balifukuza batu Katogota kabisa bakasema batoke, batoke baende giba na panga vyao. Programu si ndiko ambiaka jana nabalizungumuza nabo ilikuwa ma 13:40 Baka baingie kama, no Baka baingi kama nyola kama nyola, banaweza kama wazalendo hawatafika pale. Habana nguvu ya kufika kama nyola. Ndo kwenye balienda sasa, bhame balienda kama ile, kwaambia batoki waende eh, ndio wale balibaambia kabisa, jmniki katoutaniza kuambia eh, sawa sawa, ndio vile. Alfredi Bizimana mkuu wa waasi wa M23 anayehusika na mapatanisho aonekana kuchinjwa maeneo ya Rukoro Tarafani Ruchuru Kivu ya Kaskazini katika ambushi ambayo waliweza kutingwa na wazalendo. Sina mengi ya ziada, lakini kukuambia asante kwa kufika tamati ya kipindi hiki ambacho nimekuletea. Ilikuwa tu ni leho tariki 18 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025. Najua kwamba ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho. Unaweza tu ukajiunga kwenye channel ili unapata habari zote mapema na hata kushea ili wengine wapata habari zetu kama jinsi unavyoweza kuzifaidia. Unapokuwa na maneno, unaweza ka comment hapo chini ili nasi tuzifanyie kazi, ikiwa swali lolote lile. Asante.